Maafisa wa polisi mtazamaji, wamewakamata wanawake mia tatu katika kaunti ya Kisii kwa kujihusisha na biashara ya ukahaba. Muda mfupi walipokamatwa, mitaani wakiuza miili yao, walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii ili kupimwa kama wameathirika na ugonjwa hatari wa ukimwi au hata magonjwa mengine ambayo yanayosababishwa na, na zinaa. Fred Muturi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka kaunti ya Kisii. ni manung'uniko baada ya kufikishwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii kwa minajili ya kupimwa kujua hali zao za ukimwi na maradhi ya zinaa. Tulipima sasa, tujui sasa wanatupeleka kuenda wapi? Hata hivyo, kukamatwa kwa wasichana hao, wengi wao wakiwa na umri mchanga, kumezua hoja kali kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu wanaohisi kuwa haki za waathiriwa zimekiukwa, kwa mujibu wa shirika la Eagles for Life. Uh, uh, uh, makahaba hao walinaswa katika oparesheni iliyofanywa na maafisa wa kaunti ya Kisii wakishirikiana na polisi baada ya takwimu kuonyesha kuwa visa vya maambukizi ya ukimwi na uaviaji mimba vimekithiri katika maeneo haya. Uh, in the Kisii Teaching and Referral Hospital in the last one year between uh, May, uh, 2014 and May 2015, japokuwa hatukuthibitisha umri wao, kwa makadirio ni kati ya miaka kumi na tano na ishirini. Na utetezi wao ni mkubwa: natafutia watoto wangu, sina mweyanisha, sina wazazi, mnataka nifanyaje? Kama ni kazi mnitaftie nifanye nitoke town. Takwimu katika hospitali za Kisii zinaendelea kuelezea kuwa uaviaji mimba pamoja na ukahaba umekuwa mzigo mkuu katika sekta ya afya. We, we, we, we are having a situation where we have over 500 kids on the streets of Kisii town. Uh, You, you all, all. Takwimu hizo zaidi zinaonyesha kuwa hospitali ya rufaa ya Kisii imeweza kurekodi visa 394 vya uaviaji mimba kutoka kwa wanawake hawa, huku wengine wakiwa wamefanya hivyo kwa mara ya kwanza na ya tatu, huku wengine wakiwa wamefanya hivyo kwa kisingizio cha hali ngumu ya maisha. Lakini ndio leo na mwanaume tukashindana na yeye alikuwa na nikonga kila usiku na mchana. Cha kushangaza pia ni wanawake hawa kutumia vibaya dawa ijulikanayo kama misoprostol, dawa ambayo hupatikana kwa urahisi kwenye duka zinazouza dawa. The highest, uh, source of infection in our county is through, uh, prostitution, uh, the commercial sex workers. Shida ndio imetuleta kwa street, si hadi tumekuja kunini kufanya raha huko, tumekuja kutafutia watoto bwana, tuko na watoto. Fred Muturi